Ndugu zangu mnanifahamu, lakini ndio maana nikakwambieni, dharau ni kitu kibaya sana. Ukifanya dharau kwa watu na dhamira zao na malengo yao na mapenzi kwa nchi yao na wema wao kwa nchi yao na ya kheri wanaoitafuta kwa ajili ya nchi yao watu hao huwezi kuwashinda. We fanya vyo vyovyote vile, piga uchaguzi siku kumi. Nakuambieni jamani, huu wizi wa siku mbili ni ujinga, na hatuwezi kuukubali lakini, lakini ukweli ni kwamba, na Mwenyezi Mungu ni shahidi wangu, hata twende siku kumi mfululizo, CCM hawaoni ndani, huo ndo kweli kule kuna shengesha huku kuna hisabu na watu, kuna Mwenyezi Mungu na dhamira, kuna wema na dhamira njema. Kwa sababu ndugu zangu, tunachokitafuta ni kitu gani? Tunatafuta haki, tunatafuta umoja wa kila mmoja wetu, tunatafuta kuheshimiwa kwa kila mmoja wetu tunatafuta kuheshimiwa kwa utu wa kila mmoja wetu, tunatafuta mshikamano wetu, tunatafuta kuishi kwa raha mustarehe. Hakuna jengine tunachokitafuta. Sasa mnapotafuta heri, namsikia mwenyekiti wetu huwa anasema, ukiiwahi sala ya alfajiri basi, mbele ya Mwenyezi Mungu huna sababu yoyote kwamba maku... hakuna jambo usiloweza wala kulipata kwa uwezo wake. Sasa mnaposimama kwenye mstari wa kheri, matokeo yake ni haya, kwamba kila siku ya Mungu wanadamu Wazanzibari wanasimama kwa umoja wao na kutuma salamu kwa Chama cha Mapinduzi na walimwengu kwamba wenyewe tupo, tutaendelea kuwepo na hatwendi pahali popote pale. Ndugu zangu, naona ziara za mwenyekiti wetu, hasa mimi nataka kuzungumza kisiwa cha Unguja, kuna maajabu yanatokea kule, na hiyo ndi tofauti kubwa kwenye uchaguzi huu kuna maeneo huko tunakotoka, hata kwenye uhai wa marehemu mzee wetu tulikuwa tunaomba, hatukaribishwi wala hatusogei. Sasa mwaka huu chaguzi hizi, watu wale wamefungua milango tena, umeivunja sasa, wameng'oa na baba zake, wanamkaribisha mgombea wetu Mwana wa Pandani, maumivu yao yamekuwa ya, ya kwake, hisia zao zimekuwa za kwake. Wamemsabilia, wamemkinai, wanamweleza, wamemwamini, na yeye kajiaminisha kwao. Ndo yale tuliozungumza, ndugu zangu, unaposimama kwa dhamira njema, unaposema basi, maneno yako yakiwa yanatoka kwenye nafsi yako, kwenye moyo wako, watu wanakuamini kama walivyokwisha kumwamini mgombea wetu, katika hayo maeneo ambayo kikawaida kwa kisiwa cha Unguja tulikuwa hatufiki. Leo hii watu wameng'oa milango, wanamkaribisha na yeye anazungumza nao, wanamweleza ya kwao. Akitoka yeye ya ajabu. Sasa hao walokuweko madarakani kwa miaka mitano iliyopita wanazunguka wanakwenda pale pale. Mheshimiwa Othman akenda pahali fulani, mgombea wa chama cha mapinduzi siku ya pili yake, ya tatu yake, anapita ya pale pale sasa mnaliona hilo lakini, jamani, naam, nchi hii ni nchi ya ahadi, na mnapokwenda kinyume na ahadi zile matokeo yake ni kukataliwa na watu. Watu wa visiwa hivi, watu wema, wastarabu, wanaelewa siasa za nchi zao wanaelewa nini wanakihitaji, hawadaiki hawa kirahisi rahisi. Nchi hii inahitaji viongozi au kiongozi ambaye ataheshimu watu wa nchi hii atawathamini. Ndugu zangu, hebu tutizame tunavyoishi wanadamu tunafanya kazi siku mia tatu sitini na tano siku zote kwa mwaka. Mtu kakaa nani mwake basi, huyo anaumwa, hakuna kupumzika. Unalipa kodi za moja kwa moja, unalipa kodi kwa kukata, ukipanda gari umelipa kodi, ukis, ukinunua sukari unalipa kodi, mchele, kila kitu unakata kodi. Halafu sasa tupate watu waliokuwa ndani ya serikali watufanyie jeuri sisi ambayo tunaiendesha hiyo serikali yenyewe. Tumefika pahali tunaona mambo ya ajabu sana ndani ya nchi hii. Hayo Mapinduzi yameliwa, Mapinduzi yanatajwa jina lakini misingi ya Mapinduzi yote imekwenda na maji Ardhi leo hii mzanzibari anapodishwa. Tumefika hapo, sababu ya mapinduzi ni ardhi, maji safi na salama, afya. Leo afya imebinafsishwa. Huyu mnyonge ende wapi? Mnyonge ende wapi? Na washakuwepo wastaarabu kule na risiti zao, wewe utakwenda wapi? Mamlaka ya maji ishabinafsishwa. Shirika la umeme lishabinafsishwa. Wewe mnyonge, mwisho wako uko wapi sasa? Sasa hawa washishangae kuwaona umefika walopofika. Mimi jibu nalo, na naweza nikawapa bure wala sitaki wanlipe. Nakwambieni nyinyi ndo chupia haya Mapinduzi, muelewe kwamba nchi hii misingi yake, watu mnoposaliti misingi ile, hamwezi kufika pahala siku zote. Matokeo yake yatakuwa ni haya. Mwisho mtakuja kwa mabavu tu, tena mulazimishe uchaguzi kwanza uwe wa siku mbili, mwisho utakuwa wa siku tatu, mwisho utakuwa wa siku ishirini, lakini bado hamtashinda mpaka ifike siku murudi kwa heshima kwa wana wa nchi wenyewe. Ndio dawa yake. Hamkufanya hivyo nyinyi mtateseka siku zote. sisi Tunamtaka Mheshimiwa Othman. Mheshimiwa Othman ametuahidi kwamba nchi hii atairejesha mikononi mwetu, sisi ndio tutakuwa wenye serikali yetu. Mheshimiwa Othman ametuahidi atatuweka pamoja. Mheshimiwa Osman ametuahidi ataondosha ubeguzi ndani ya nchi hii. Mheshimiwa Osman ametuahidi kwamba atamheshimu na kumjali kila mmoja wetu. Mheshimiwa Osman ametuahidi atahakikisha anawalinda hasa wale wanaohitaji hifadhi yetu sisi kama jamii, kwa sababu jamani, kuna watu humu wanakuwa wanyonge. Watu hao lazima wapate hifadhi ya jamii na lazima wapate serikali ya kuweza kuwawezesha kunyanyuka, lakini hiyo inahitaji watu wanaowathamini, watu wanaojua nchi na watu wake. Lakini mnapopata watu hawajui watu, hawajui nchi, matokeo yake ni haya tuliokuwa nayo hivi sasa. Hata zile tunu za nchi zinapigwa bei, majengo na taasisi zilokuwa na thamani katika historia ya wa Wazanzibari leo zinapigwa mchi kule Unguja kwa sababu watu hawajui watu hawajui historia ya watu hawa, kwa hiyo hawawezi kuwathamini. Pesa imewekwa mbele, watu wako nyuma. Ndugu zangu, niwaombe ni waombe, hii ngoma ishalala tena, imelala zamani. Hii hili si la leo wala jana la siku nyingi sana, lakini mwaka huu mwaka huu tunayaona mambo, ndugu zangu. Ninakwambieni kwa sababu ninayajua, yanayojitokeza mwaka huu hayajapata kutokea huko nyuma. Ni juu yetu sisi sasa, na hapa nakuombeni munisikilize vizuri, ndugu zangu ni juu yetu sisi kushikamana, tukawa kitu kimoja. Najua kwa hali hii hakuna anayefanya mzaha na nchi hii na hatima yake, ni kuombeni tushikamane, tuwe kitu kimoja, hasa kwa hizi siku zilizobaki kuelekea tarehe 29 umoja wetu utatuma salamu kwamba sasa ujinga ujinga, ujinga ujinga ujinga ujinga ujinga na huo utaonekana kwa umoja wetu kama hivi, na tukiendelea kushikamana, kunguruma kwa pamoja, kila mmoja akalinda nyumba yake akahakikisha hakuna inayeteteruka kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tarehe 29 kabla saa nane mchana, hapa mnasikia hadithi nyingine tu. <laughs> Tena ni kujitayarisha kwa ile sala itofanyika tibirinzi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na ile sala nyingine ambayo itafanyika mnazi mmoja kule Unguja. Tumefahamiana ndugu zangu, sasa nimalizie, apate kuja Mheshimiwa Bibani ili aendelee na utaratibu unaofuata. Nafikiri lobaki ni mwenyekiti wa chama chetu kuja kuzungumza na nyie. Ana ndevu.